Karibu msikilizaji, ni kupashe yaliyoweza kutendeka siku ya leo ya kwa faida ya kuendelea kupata elimu zaidi kuhusu masuala ya siasa ambayo yanaweza kutendeka na kuendelea katika nchi ya Tanzania. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza unaweza kupatana na sisi, na kuombe ni chukua fursa hii uweze kutia subscription kwa faida ya kuendelea kutufuatilia na kupata taarifa zetu punde zinapotokea na kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa wa kwanza kupata kuelimika zaidi na kupata maelezo ya kina kuhusu kila ambacho kinaweza kutokea. Sasa katika siku ya leo mtazamaji, nina taarifa zaidi ambazo naomba ni kutaarifu, na taarifa hizi zinahusu polisi. Na bwana anaitwa Tito Magoti ambaye ameweza kuandika hivi katika mtandao wa X. Msikilizaji, askari mnaoitwa kwenye tume ya Chande na kuambiwa mseme ukweli, kaeni rada, mtapukutika mta, mta mmoja mmoja kwa huo upumbavu wenu. Hold your grace until such a time when you are guaranteed life. After truth to power. Kama uwezi andika unachojua kwa wakili unayemwamini ili uwe huru. Msikilizaji, taarifa hii tukiifafanua zaidi inasema hivi: askari mnaoitwa kwenye tume ya Chande na kuambiwa mseme ukweli, kaeni rada sasa msikilizaji, una tume ambayo iliweza kuboniwa na Samia Suluhu kwamba iweze kufanya uchunguzi wa matukio ya tarehe ishirini na tisa Oktoba ni siku ya uchaguzi hii nchini Tanzania na siku zilizoweza kufuata. Sasa tume hii msikilizaji, kulingana na majukumu aliyoweza kuipatia Samia, kwa sababu aliiteua mwenyewe, ni kwamba ifanye uchaguzi watu waweza kutokea na kueleza yaliyotokea siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba na siku chache zilizoweza kufuata. Kwa hivyo wananchi wakaachiwa uh, meseji kwenye simu wakaulizwa kutoa maoni ama kutoa ushahidi wa kile ambacho walishuhudia kikifanyika siku hiyo ya tarehe ishirini na tisa. Sasa tume hii ikiendelea na kufanya uh, uchunguzi huu imeanza kuanza kuwaita baadhi ya polisi. Alewa kwamba msikilizaji, polisi ndo walihusika katika kutekeleza mauaji. Lakini kama inavyokuaga kwa kikundi kingi, kwa kikundi cha watu, sio kama kila mtu ni mbaya. Kwa hivyo mba, kuna wale wachache ambao wameweza kujitolea na kuamua kutoka na kusema ukweli katika tume, ili kuhakikisha kwamba ushahidi unapatikana wa kumfunga Samia ama kumripoti katika mahakama ya ICC lakini tuangalie hili suala msikilizaji, maovu yaliyotendeka yalitendwa na nani? Bila shaka Samia na serikali yake. Kisha hao hao Samia na serikali yake wameteua tume, wameteua watu watakaoendesha uchunguzi na kuleta ushahidi utakaoweza kupelekwa kwenye mahakama ya ICC. Sasa msikilizaji, unategemea kwamba kuna ukweli gani utakaoweza kutokana na hilo? Kwa sababu aliyetekeleza mauaji ndo aliteua watakaoendesha tume. Sasa tume inakusanya ushahidi, mbona usiamini kama utapoteza ukipeana ushahidi huo? Ndo sasa Bwana Tito Magoti hapa kwenye meseji yake kwenye ukurasa wake wa X ameweza kutoa onyo kwa polisi wanaopeleka wana, wana, wana ushahidi kwa tume, lakini pia akaweza kuwashauri iwapo wanahisi kwamba wana ushahidi utakaoweza kumfunga Samia Suluhu wasiweze kuieleza tume, kwa sababu watafungwa ama itawasababishia vifo ama pia watapotezwa, kwa sababu tume inafanya kazi chini ya Samia Suluhu na Samia hawezi kuruhusu ushahidi dhidi yake uweze kupelekwa katika mahakama ya ICC. Hapa kumesoma hivi, msikilizaji, tumewaonya sana, naona kama tu tunacheza. Haya, mshaanza kupuputika. Mlifikiri nyie mtaachwa salama? Nafikiria ni ujumbe tu unaendelea kupeanwa kwa polisi baada ya kutekeleza mauaji wakahisi kwamba wenyewe wataachwa salama. Hiyo tume ina watu wa system na kazi yao ni kupoteza mashahidi na ushahidi kabla ya ICC kuanza upelelezi rasmi. Nasikia msikilizaji. Hiyo tume ina watu wa system na kazi yao ni kupoteza mashahidi na ushahidi kabla ya ICC kuanza upelelezi rasmi. Yaani kabla mahakama ya ICC kuanza upelelezi rasmi, tume hii inataka kuwapoteza mashahidi na ushahidi wa matukio ya tarehe 29 Oktoba, siku chache pia zilizoweza kufuata. Kwa hivyo, msikilizaji, Samia alitu, aliitengeneza ama aliibuni tume kwa sababu anajua wazi kwamba ICC itaanza kuchunguza vitendo vilivyoweza kufanyika, vitendo vya kikatili msikilizaji, vilivyoweza kufanyika nchini Tanzania. Na sasa kwa rakaraka, akaibuni tume ambayo kwamba ali, alipendekeza kwamba iwe tume ya kufanya uchunguzi wa mashahidi na ushahidi utakaweza kupatikana kuonyesha matukio yaliyoweza kutokea tarehe ishirini na tisa msikilizaji. Sasa taarifa hii inaniambia hiyo tume ina watu wa system. Hawa ni watu wa Samia na kazi yao ni kupoteza mashahidi na ushahidi kabla ya ICC kuanza upelelezi rasmi. Kwa hivyo Samia katika tume hii ameweza kuongeza watu tu wa system ambao wataweza kuhakikisha kwamba wale watakaoweza kutokea kutoa ushahidi elewa. Kwamba msikilizaji, serikali ikishaelewa kwamba wewe ni fulani, uko sehemu fulani, na wewe ndo unatoa ushahidi utakaoweza kufunga rais wa nchi, inakuwa ndo kama hivyo. Sasa polisi wameonywa dhidi ya kutoa ushahidi kwa tume. Lakini ikiwa unahisi una ushahidi, ni afadhali ukaweza kupeleka ushahidi ule kwa wakili unayemwamini, wakili asiye wa kiserikali, ukaweza kumpatia ushahidi ule kisha wewe ukawe huru. Anipata msikilizaji, ikiwa una ushahidi wa kabisa ule, unaelewa kwamba ushahidi huu ni wa kweli na nilishuhudia hiki na hiki kikifanyika, sio salama kuupeleka ama kuwasilisha kwa tume. Badala yake, mtafutia wakili ukampatie taarifa ile wakili, lakini unayemwamini. Mtazamaji, zidi kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia ili tuzidi kujuzana zaidi kuhusu masuala ambayo yanaweza kuendelea kutokea.